enzi wa kampasi hii ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapa Bukoba ni matokeo ya uongozi huu wa sahihi. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaishukuru Benki ya Dunia kwa kuwezesha utekelezaji wa mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, Higher Education for Economic Transformation Project, uliowezesha ujenzi wa kampasi hii kwa gharama ya shilingi bilioni 14. Ni matumaini yetu kwa kupitia kampasi hii Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kitatoa mchango mkubwa katika kuendeleza maarifa katika ujasiri ya mali, kukuza ujuzi wa masoko, kuchochea biashara za mpakani, kujenga uwezo wa vijana wetu kuhimili ushindani katika soko la kikanda na kimataifa. Raiam kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni kuhakikisha kwamba kampasi hii inakuwa kitovu cha ubunifu na uvumbuzi, mahali ambapo vijana wetu watawezeshwa kuibua mawazo mapya fanya ubunifu na kutumia fursa ya soko la pamoja na jumuiya ya Afrika Mashariki. Aidha, kwa mkoa wa Kagera unaopakana na nchi jirani kadhaa, tunaamini uwepo wa kampasi hii utatoa fursa ya kuvutia vijana katika nchi hizo kuja kujipatia maarifa muhimu. Pia tungependa kuona wahadhiri kutoka nchi hizo wakija kusoma na kufundisha hapa Kagera. Kampasi hii iwe ni mahali pa kukuza mtandamano wa Afrika Mashariki na kuendeleza umajumuyo wa Afrika ambao umekuwa msukumo wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Jambo hili likifanikiwa, utakuwa sio tu tumekuza elimu ya juu bali pia tutachangia kujenga jumuiya kwa mashariki yenye mshikamano, amani pamoja na maendeleo. Kwa wanakagera, habari kubwa kuliko zote, nadhani nasoma soma mitandao. Imesambaa sana habari ya uwekaji wa jiwe la msingi wa chuo kikuu hiki. Watu wamekuwa na taarifa. Kumbe Kagera ilikuwa bado haina haina chuo kikuu mikoani huko wote walikuwa wanajua vyuo vikuu viko vingi tu. Kagera, kwa jinsi ambavyo tuna maprofesa wengi, sio tu maprofesa, tuna maprofesa wenye mbwembwe za kutosha eh, yeah. Maana ukimkuta kama Profesa Tibaijuka kwenye mitandao akielezea tamaduni za Kagera kwa mbwembwe, unajua vyuo vikuu viko vingi sana. Lakini pia hata wakati tungekuwa wanapotuhamasisha tusome, ndipo anafanyia mfano wa Kagera. Mimi nakumbuka nilipo shule ya msingi naambia soma kama watu wa Kagera soma kama Wahaya na unasisitizwa kama Wahaya wanaongea lugha tatu kwa wakati mmoja, lugha tatu kwa wakati mmoja. Na watu wa zamani kidogo wanakumbuka walikuwa kuna mchezaji wa timu moja ya Yanga anaitwa Kenneth Mkapa. Sasa wakati wakituhamasisha, wanasema Wahaya wanaposema ongea sasa, wanasema Mkapa bwana atara two position per minute, once again at 8, once again at 10 zilikuwa hamasa, sitakuhamasisha. Kwa hiyo nafurahi sana leo, iliyokuwa na hamasisho na Mkapa 10 imeweka jiwe la msingi hapa. Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete ana, ana, ana, ana dhamira ya moyoni ya kuona mafanikio ya elimu, maana nakumbuka ilipokuwa mwenyekiti wa Umoja wa Vijana wa sisemu wa taifa, yeye akiwa mwenyekiti wa chama. Kuna wakati mmoja wa vijana akawa busy kweli kufanya mambo ya CPA anakanga CPA bila na mzuia, una kazi nyingi za kufanya muda wa kusoma unatoa wapi? anaona nikaenda anaona anisikilize, nikaenda kumshtaki wa kwa, kwa chama chetu, kaka mwenyekiti, mimi simuelewi, kakazana na CPA CPA badala ya kufanya kazi ya umoja wa vijana ambazo ni nyingi sana sasa hivi sasa hivi akaenda huo mkatibu mkuu wenu, utakuja mumnyang'anya elimu hamta mnyang'anya elimu. Kwanza mwacha asome, huo ndio urisi wake wa yaani, utaweza kumuibia vitu vingine, utamuibia nguo, utaiba shati, lakini akisha pata kitu kichwaniwake hakiwezi kupotea. Halafu naondoka, nauliza, kwani we mwenyewe elimu yako? Nikakwambia, sasa nawe tafuta Ee, umeli waheshimiwa viongozi na washiriki wa hafla, ni matarajio ya serikali kuona kwamba mradi huu unakamilika kwa wakati na majengo haya yanaanza kutumika kutoa huduma mara moja. Hivyo ninawaagiza wanaohusika na utekelezaji wa mradi huu, hususan wahandisi, washauri elekezi, wakandarasi na wasimamizi kukamilisha ujenzi huu kwa wakati kama ilivyopangwa pangwa. Ucheleweshaji wa aina yoyote Mheshimiwa mkuu wa chuo, ni kuhakikishia kwamba wakati ulipokuwa unasema pale pale, nilikuwa nikimwelekeza waziri kwamba tekeleza maelekezo haya haraka sana, lakini pia umeongea habari ya umuhimu wa kuongeza ardhi, na hili ni jambo muhimu sana tunapoongelea vizazi vijavyo vya Kagera na nchi yetu, kwamba mwisho wa siku, siku moja mahitaji yatakuwa na chuo kitakosa nafasi kuelekeza mkuu wa mkoa kulifanyia kazi jambo hili. Umefanya kazi vizuri sana katika awamu ya kwanza, hii ni matumaini yako, ubora uliyoonyesha mara ya kwanza utafanya kwa, kwa kishindo zaidi. Lakini pia mheshimiwa mkuu wa chuo chetu na rais mstaafu umeongelea suala la barabara na of course chuo kikuu, ndugu zangu wa, wa haya aya wanapata tabu sana kuelezea kama barabara sio nzuri, kwa hiyo lichukua